Na mtazamaji wa Trend TV, e bwana, moja kati ya vitu ambavyo tumeviona jana katika uzinduzi wa sabuni za wasafi za Diamond Platnumz ni kwamba Diamond, diamond, wa, diamond, diamond ameonyesha wazi wa kabisa kwamba anazingatia swala la dini na sio Diamond tu, Zuchu the same kwamba Zuchu na Diamond bwana, wameonyesha wanaheshimu mwezi wa Ramadhan, maana tunajua kabisa kwamba katika matukio kama haya huaga wanakujaga pamoja huaga eh, kuna mambo mengi sana huaga yanaendelea, lakini kwa upande wa this time around ni kwamba hii ni Ramadhan kama tunavyofahamu kwamba Zuchu hata nyumbani kwa Diamond ameondoka amerudi kwake anaishi na mama yake sasa hivi aishi tena na Diamond kama ilivyokuwa hapo awali. Ebu, kupisha mwezi wa Ramadhani, mwezi mtukufu wa Ramadhani. Au vipi bwana? So, bibie Zuchu ameonekana katika uzinduzi wa ile iftari ambayo alikuwa ameiandaa jana Diamond Platnumz na ikawa pia ikaambatanishwa na uzinduzi wa sabuni mpya kabisa za wasafi soap ambapo bibia Zuhura bwana ameonekana akiwa yuko peke yake, ameenda peke yake, ameenda na gauni lake, amejisitiri mtoto wa kike mashallah. Eh bwana hana makuu huyu binti, hajaongozana na Diamond kabisa, ila tu kuna baadhi ya picha ambazo zimeonekana akiwa yuko jukwaani pale, ndio tumemwona akiwa yuko close na diamond Platnumz. Kwa hiyo hiki ni kitu ambacho watu wengi sana wamefurahishwa nacho, watu wengi sana wamekipenda kuona kwamba Zuchu kumbe yani e, mwanadada ambaye anaheshimu mwezi wa Ramadhani yuko amelelewa kwenye dini, eh, anamwogopa Mwenyezi Mungu. Wao bwana, kwa hiyo hajaenda pamoja na Diamond, hawajaongozana, hawajashikana shikana, wala ya kusogeleana. Wamesogeleana mara moja tu wakati wanapiga picha na sabuni hizi za Wasafi Soap. Umeona bwana? So page mbalimbali zimekuja kuripoti. Kwa mfano hapo kuna page wamesema kwamba bwana wamekuja tofauti, mwezi kweli mwezi wa Ramadhani unaheshimiwa. Umeona eh? Haya kwa nasema kwamba bwana kwa mwezi huu, kwa ukweli, tumeona kweli hawa wanauheshimu mwezi wa Ramadhani, kila mtu ameingia kivyake, ila hii kanzu ya mondi ibadilishwe, kuna mtu ameandika hivyo. Haya ukachana na hilo. Pia vile vile hapa kuna peji nyingine hapa amesema kwamba Zuchu alivyopendeza kwenye wasafi iftari alikuwa amevaa gauni la kujistiri. Mashallah, umeona eh? Watu wengine hao wameandika hivyo, lakini pia vilevile tukamwona, tukapata hizi picha za Diamond na Zuchu wakiwa wako stejini pale eh, wanapiga picha na Wasafi soap. So it is what it is. Ukiwa kama mdau, na kipi cha kuzungumza kuhusiana na hili tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment ambayo tutakuwa tunaiona, basi hakikisha una comment na pia vilevile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.